Moja ya taaluma zinazogusa hisia za watu wengi nchini Tanzania, barani Afrika na duniani kwa ujumla ni taaluma ya uafisa usalama wa taifa. Kuna sababu nyingi zinazopelekea taaluma hii kugusa hisia za watu wengi na ni watu wengi tu wanatamani wangekuwa katika taaluma hii. Hapa nitazitaja sababu tatu, japo zipo sababu nyingi lakini nitazitaja hizi tatu. Sababu ya kwanza ni asili ya taaluma yenyewe, hii taaluma ya waafisa usalama wa taifa. Taaluma hii msingi wake mkuu ni usiri, na wahusika katika taaluma hii hao maafisa usalama wa taifa ni watu ambao sio tu hawajulikani, bali pia hawapaswi kujulikana, na mengi kuhusiana na taaluma hii yanakuwa ni ya hisia, kuhisi, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya yote yanapelekea kitu ambacho Waingereza wanaita suspense, yani msisimko kitu ambacho kipo lakini kama hakipo, kitu ambacho unapaswa ukielewa lakini hakieleweki, kitu ambacho unapaswa kukifahamu lakini hakifahamiki, na hali kama hiyo. Kwa hiyo inajenga huu msisimko ambao unawafanya watu wengi kutamani kuelewa, lakini pia wengine kutamani kuwemo ndani ya taaluma hiyo. Sababu ya pili ni jinsi taaluma hii inavyoonyeshwa kwenye filamu na kwenye vitabu, hasa riwaya katika filamu bila shaka, ukiangalia filamu za James Bond, ukiangalia series kama Homeland, ukiangalia series kama 24, kina Jack Bauer, unaguswa. Yaani unajisikia kuwa unatamani na wewe uwemo katika zile heka heka zinazoonyeshwa katika zile filamu. Kwa upande wa maandishi, vitabu, mwandishi mmoja wa Kitanzania um, marehemu Elvis Musiba alichapisha vitabu vyake ambavyo mhusika mkuu alikuwa anafahamika kama Willy Gamba. Huyu alikuwa afisa usalama wa taifa maarufu akiwakilisha Tanzania. Ni stori ya kufikirika, lakini iligusa hizi sto, hivi vitabu viligusa hisia za watu wengi, na mimi moja ya vitu vilivyochangia kuipenda taaluma hii ilikuwa vitabu hivi vya Willy Gamba. Sababu ya tatu, na hii ndio ya msingi zaidi kwangu kutokana na uelewa wangu, ni vikosi vya ulinzi wa viongozi, vikosi ambavyo vinakuwa sehemu ya idara za usalama wa taifa duniani. Lakini tofauti na maafisa wengine wa idara za usalama wa taifa duniani, hawa maafisa wanaokuwemo kwenye vikosi vya ulinzi wa viongozi, wao huwa wanaonekana hadharani na hiki ni kitu ambacho kinavutia watu wengi, kinagusa hisia za watu wengi, kutokana na mwonekano wa watu vaa suti nyeusi, miwani nyeusi na vitu kama hivyo. Kwa kweli inakuwa na msisimko. Kwa mfano, ukienda kwenye sherehe, uwanja wa Taifa, viongozi wanapowasili, wale watu wanavyoteremka kwenye yale magari na pikilika pilika, wakati mwingine bastola zinaonekana, basi inagusa hisia za watu wengi. Kwa hiyo hiki, hii sababu ya tatu ya yumkinika kuitaja kama pengine ndio sababu kubwa zaidi inayogusa hisia za watu wengi, kwa sababu hawa ndio maafisa wa usalama wa taifa pekee popote pale duniani ambao huonekana hadharani, na hii sababu ya tatu ndio msingi wa makala hii. Lakini kabla ya kuingia katika makala hii, niwashukuru nyote mnaotembelea channel hii, niwakaribishe wale mnaotembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikupendeza, basi unaweza kusubscribe lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kuhabarishwa. Kadhalika, licha ya habari za inteligensia channel hii pia ina habari za kitaifa na kimataifa, chambuzi na pia kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii licha ya kuhabarika unapata pia fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa, nirudi kwenye mada husika, na mada hii inazungumzia kuhusu moja ya taaluma zinazogusa hisia za watu wengi nchini Tanzania barani Afrika na duniani kwa ujumla, yani taaluma uh, ya uafisa usalama wa taifa. Na nimeeleza katika utangulizi kwamba kuna sababu kadhaa zinazopelekea watu wengi kuvutiwa na taaluma hii na nimezitaja tatu. Ya kwanza ni asili ya taaluma yenyewe ambayo imetawaliwa na usiri uh, maafisa wanaofanya kazi katika taaluma hii, yani maafisa usalama wa taifa, sio tu hawafahamiki bali hawapaswi kufahamika. Sababu ya pili nimetaja jinsi taaluma hii inavyoonyeshwa kwenye filamu, kwenye vitabu, katolea mfano kina James Bond, um, kina Jack Bauer, Homeland, 24 na vitu kama hivyo. Pia nikatolea mfano mfululizo uh, wa vitabu vilivyokuwa vinaandikwa na mwandishi mahiri marehemu Elvis Musiba vya Willy Gamba vilikuwa vinagusa hisia hata, na tatu nikaeleza kwamba moja ya vikosi ndani ya idara za usalama wa taifa duniani ambayo ndio pekee ambao wahusika wanaonekana hadharani ni vile vya ulinzi wa viongozi, na hivi vikosi kwa kiasi kikubwa vinakuwa vinagusa hisia za watu mbalimbali mbali. Sasa katika mfululizo wa makala hizi, kwa sababu hii ni makala ya kwanza, kutakuwa na makala kadhaa uh, makala hizi zitakuwa zinahusu kikosi cha ulinzi wa viongozi nchini Tanzania kinachofahamika kama PSU katika mfululizo huu, na kuletea maelezo ya kina kuhusiana na PSU, majukumu yake, namna maafisa wake wanavyochaguliwa na kufunzwa, na mengine zaidi usiyoyafahamu kuhusiana na kitengo hiki muhimu. Lakini kabla tujaingia kwa undani kuhusu PSU, hebu tuanze mfululizo huu wa hizi simulizi na uzoefu wangu mimi mwenyewe binafsi. Kama ambavyo mara kadhaa nimeeleza, sijawahi kuficha ukweli kwamba niliwahi kutumikia Idara ya Usalama wa Taifa. Safari yangu katika dunia hii ya intelligence ilitokana hasa, na kama nilivyoeleza mwanzoni, kwa miongoni mwa sababu ambazo zinawagusa watu wengi kuipenda taaluma hii, kuvutiwa nayo kwenye vitabu sasa nikiwa mdogo nilisomewa kitabu cha James Bond. Marehemu baba alinisomea kitabu, nilikuwa sina uwezo wa kusoma Kiingereza na zile simulizi za James Bond. Uh, wa. Kwa hiyo nikaguzwa sana na zile jinsi alikuwa mjanja, jasiri, mweledi katika masuala ya intelijensia. Kadri miaka ilivyokwenda ni, baadaye nikakutana na hivi sasa nishakuwa nimekuwa sio kutoka kwenye utoto udogo, nilianza kuwa mkubwa, nikakutana na vitabu vya marehemu Elvis Musiba, mwandishi maarufu wa wari, riwaya za kijasusi uh, zilizokuwa zinamhusu mhusika mkuu um, Willy Gamba. Kwa hiyo hivi uh, sababu hizi zilichangia kuwa na hamasa ile kutamani kwamba siku moja nikitamani sana mimi ni mtumishi wa idara ya usalama wa taifa. um, kuna tukio lilitokea wakati nikiwa high school Uh, mimi high school nilisoma Tabora, Tabora Boys. Sasa, nikiwa Tabora Boys, um, hili tukio naweza kulitaja kama ndio lililobadili mwelekeo wa kila kitu yani, ndoto zangu zile zikatoka kutoka ile tu kutamani hadi kuwa katika ile hali kwamba kuna kile kitu unachokitamani, kina, kinakaribia, kuwa na tukio hili lilikuwa, um, hizi Tabora Boys na Tabora Girls kwa pamoja zilikuwa zinafahamika kama Tabora School. Na hizi ndio zilikuwa shule, shule pekee Tanzania zenye mfumo wa kijeshi wakati huo. Kwa hiyo nikiwa kama mwanafunzi uh, mimi nilikuwa kiranja mkuu pale shuleni, na kwa sababu shule yenye mfumo wa kijeshi, yule kiranja mkuu alikuwa anaitwa chief, yani student chief commander. Na sare zetu pale shuleni zilikuwa magwanda uh, magwanda ya kaki, kwa hiyo kama jeshi jeshi fulani, na pia tulikuwa na, na walimu wa kawaida wa kiraia na walimu wa kijeshi. Sasa siku moja shule hii ilitembelewa na aliyekuwa rais wa Zanzibar, Dr. Salmin Amour maarufu kama Komando. Na mimi nilikuwa sehemu ya timu iliyoratibu ujio huo, kwa sababu nilikuwa kaka mkuu pale shuleni. Kwa hiyo hii ilinipa nafasi ya kukutana kwa mara ya kwanza na maafisa halisi wa Idara ya Usalama wa Taifa. Miongoni mwao alikuwa afisa usalama wa mkoa anafahamika kama Regional Security Officer, afisa usalama wa wilaya, DSO, District Security Officer lakini kivutio kikubwa zaidi kilikuwa kikosi maalum cha ulinzi wa viongozi yaani maasa wa PSU ambao walikuwa wamefika katika shule ile kama advance party. Kabla viongozi hawajatembelea sehemu, hao hao walinzi wa viongozi huwa wanapeleka msafara wa awali kwenda kukagua majengo, kwenda kukagua usalama na kile. Kwa hiyo mmoja miongoni mwa watu waliokuja kuratibu ziara hii walikuwa ni walinzi wa uh, advance party ya Dr. Salmin Amur, Amr. Kwa hiyo hii ilikuwa fursa yangu ya kwanza maishani kukutana sio tu na maafisa wa usalama wa taifa kwa mara ya kwanza lakini kukutana na watu wa PSU. Um, na hawa maafisa wa PSU walinivutia wali mno. Mavazi yao, miwani nyeusi, jinsi walivyokuwa makini. Yaani kulikuwa na, na hali fulani ya mvuto mvuto, yani unatamani kwa sababu wakati bado kijana mdogo. Lakini unaona natamani kuwauliza maswali lakini pia na waogopa kutokana na jinsi walivyo. Maana walikuwa ni watu wamepanda juu mamwamevaa miwani suti meusi, na walikuwa na silaha, na silaha zao wala kuangalia kuzificha, zilikuwa zinaonekana, kwa sababu pale shuleni pia sisi tulikuwa tunafunzwa kuhusu silaha. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kuona huyu ameshika pistola, huyu kabeba bunduki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ilinipa taswira ya kile ambacho nilikuwa nikikisoma kwenye riwaya za James Bond ama James Bond, kwa sababu baadaye, udogoni, nilisomewa vitabu vya James Bond, lakini baadaye niliweza kumudu kusoma mie mwenyewe pamoja na hivi vyawilegamba. Ziara hiyo ya Dr. Salmin haikuwa tu tukio la kawaida bali ilichochea ndoto yangu ya yes siku moja kuja kuwa afisa wa Idara ya Usalama wa Taifa na hata kuwa sehemu ya PSU. Miaka kadhaa baadaye, ndoto hii ilitimia, japo sio PSU, nilifanikiwa kuja kuwa afisa wa usalama wa taifa, lakini simulizi hii hainihusu mimi, bali inahusu PSU, kikosi muhimu na nyeti ndani ya idara ya usalama wa taifa ambacho jukumu lake kuu ni kuhakikisha usalama wa viongozi wakuu wa nchi. PSU hulinda viongozi wakuu ikiwa ni pamoja na rais, makamu wa rais, waziri mkuu pamoja na familia zao za karibu na viongozi wengine ambao kwa mujibu wa sheria wanastahili ulinzi kutoka idara ya usalama wa taifa. Je, PSU hufanya kazi kwa namna gani? Je, PSU hupatikana vipi na unapitia mafunzo gani maalum kuhakikisha wanaweza kukabiliana na vitisho vyote basi, katika vipindi vinavyofuata utapata majibu kamili kuhusu maswali hayo na mengine mengi. Tazungumzia mchakato kamili wa kupata masa wa PSU, aina ya mafunzo yanayopitia na vigezo vinavyotumika kuwachagua. Hakikisha una subscribe, ili uweze kufuatilia mfululizo huu, ujue mengi kuhusu PSU, kitengo muhimu kinacholinda usalama wa viongozi wetu na taifa letu kwa ujumla hadi kipindi kijacho ni mimi mtumishi wako Everest, na tutakutana tena katika makala nyingine ambayo itakuwa wiki ijayo. Asanteni na kwa herini.